Ndugu zangu watukufu Waislam, leo inshallah, kuna sura ambayo kwamba imejitokeza katika mazungumzo yetu katika Quranul Karim. Ukitizama zaidi, pamoja na kwamba twahimiza tuzitakase nafsi zetu, lakini hapo hapo ndani ya Qurani, katika suratun Najmi, Mwenyezi Mungu, tutakubaliana kwamba yatuambia, falatu zako anfusakum, msizitakase nafsi zetu. Sasa mtu ata, atakuwa na mawazo kwamba Je, kuna taarudh ndani ya Qur'an tukiambiwa huku qad aflaha man tazakka, ama qad aflaha, man zakaha, huku tuambiwa fala tuzaku anfusakum? Je, maana yake? Ama hili suala tutalizungumzia vipi? Ndiyo, ndani ya Qur'anul Karim, katika masala ya kuzitakasa nafsi, ziko sampuli mbili. Kuna tazkia madhmuma, kuna tazkia ambayo kwamba itakuwa ni yenye kanwa na kuna tazkia ambayo kwamba ni mahmuda, kuna tazkia ambayo kwamba ni zuri. Tazkia ambayo kwamba ni zuri ni ile ambayo kwamba tulitanguliza kuizungumza kwamba watu watakaniwa wasafishe nafsi zao kutokamana na kibri, kutokamana na ujbi, kutokamana na chuki na hasad zilizokuwa ndani ya nyoyo zetu. Lakini pia vilevile vile, kuzitakasa nafsi ambako kwamba ni kubaya ni mtu kujiepusha na kutoiadhimisha nafsi yake ama na kutoitakasa nafsi yake sana, mpaka akawaona wengine hawafai, yeye ndiye ambaye kwamba yafaa zaidi katika dini yake, yeye ndo ambaye kwamba ndo mwema sana, madam yeye amezikumbatia ibada. Na ni kawaida ya, ya, ya mwanadamu, wa khuliqa linsanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa ni dhaifu, mwanadamu amegubikwa na kila aibu kila tukioangalia, kila mtu ana aibu zake, so kwa namna yoyote haipaswi mwanadamu kumdharau mwengine ama kumkejeli mwenzake, kwa sababu tukirudi nyuma katika historia ya mwanadamu, yeye ana madhaifu mengi sana. Sawia katika maisha yetu ya dunia, tabia kama hizi zipo, watu kudharauliana kwa kitu ambacho kwamba amekiona yeye anacho kingi kumliko mwingine, mathalan ni biashara tulizokuwa tunafanya Mtu ameona biashara yake imepata makastama wengi. Mtu ameona biashara yake kutokamana na bidii zake advertisement alizofanya, ameona watu wamekuwa wengi, bila shaka atamdharau mwingine ambaye kwamba biashara yake ni ya chini, na yule ambaye kwamba amempita, atamwambia huyu ni riba tu ndo ambazo kwamba zimemfikisha kule. Kwa sababu gani? Mtu hataki kupitwa, kipimo ambacho kwamba amekichukua, mizani ya kuangalia wenzake ameona kipimo kizuri ni kujiangalia mwenyewe. Aloko chini yake hafai, na aloko juu yake ametumia mbinu za haramu, lakini hatui na mbinu ambazo kwamba za kuangalia ni kipi kipimo cha kujijua mimi ndo binadamu wa kisawasawa.